Uh, huu ni mfumo wetu ambao tumeuandaa kwenye banda hili, na hapa kuna mifumo miwili: kuna mfumo wa chakula kwa ajili ya kuku na mfumo wa maji kama unavyoweza kuona huu. Huu ni mfumo wa maji ambao una nipples nyekundu, na labda tuende tuanzie pale juu ambapo chanzo chetu cha maji inapoanzia. Chanzo chetu cha maji kinaanzia pale kwenye, kwenye hii diaba hapa, kwamba maji maji yatajazwa katika diaba hii kama unavyoweza kuona humo ndani kuna maji, na hapa kuna koki hii itaweza kuruhusu maji aidha yaende kwenye mfumo ama yasiende kwenye mfumo. Kwa hiyo kama hapo nimefunga, hapa nimefungua, kwa hiyo maji yanatiririka kwenye mfumo. Kwa hiyo katika mfumo, labda tujaribu kukagua nipples, kwa kuwa maji yanaingilia pale. Jaribu kukagua nipples, uone namna ambavyo kwamba maji yanapita, unaweza kuyaona maji yale na namna kuku anavyodonoa Ngoja nikuonyeshe namna kuku ambavyo anadonoa. Kwa kuku anadonoa mara moja tu, na anapata kiasi kingi cha maji. Kwa hiyo maji yanaenda mpaka mwisho, kama unavyoweza kuona. Mfumo mzima uko hivi. Labda tujaribu kugusa nipples ya mwisho kule. Je, maji yanafika kwa kutokea kwenye hiki chanzo? nipples ya ni hii hapa ni hii hapa. Katika mfumo wetu unaona, maji yanafika, na hapa kuna koki. Kama nataka kumwaga maji yaliyoko kwenye chanzo changu kule kwenye diaba, basi naweza nikafungua hapa mpaka mwisho, nafungua hapa, unaona, kwa maji yote yanatokea pale katika chanzo kile kule. kwa hiyo sehemu hizi ni kwa ajili ya kutoa maji, labda nimechanja kuku, kwa hiyo maji siyataki tena, basi nafungua humu, nafungua pale. Pia tuna kifaa ambacho kinakuwa kinasafisha mifumo hii ambapo kitakuwa kinaingilia sehemu hii hapa. Itakuwa inaingilia sehemu hii kuelekea mpaka kule mwanzo. Ah, unasafisha mfumo wako. Sasa pia hapa hapa tuna mfumo pia wa chakula. Kama unavyoweza kuona unavyoweza kuona huku, ni anakula pande zote mbili, akiwa huku akiwa huku. Hii ni tofauti na mifumo mingine kwa sababu mifumo mingine unakuta inakuwa na, na, na tobo moja kubwa, lakini sisi tunaweza kuona tumeweka matobo ambayo yanakuwa ni mengi zaidi na ni madogo madogo. Labda nijaribu kukuonyesha namna ya kufungua mfumo huu. Mfumo huu pia unafunguka kama unavyoweza kuona, kama unavyoweza kuona, umefunguka hapo. Basi unatia chakula chako mpaka inavyojaa, tofauti na kwamba ingekuwa haufunguki, ili uweze kujaza chakula utakuwa unajaza kupitia hizi, kupitia hizi tundu. Sasa just imagine kuna tundu ziko ngapi kuanzia pale mpaka mwisho? Kwa itakuchukua muda mrefu. Kwa hiyo mifumo hii pia inafunguka. Kwa hiyo huu ndo mfumo mzima katika banda letu na ndivyo tulivyo udisaini mfumo huu. Unaweza ukaona labda uko juu sana, kwa mfano kutoka hapa mpaka hapa juu panakuwa pako juu, lakini kuna namna ambayo unaweza uka adjusti. Eh? unaweza ukalelea kuku wakiwa wadogo mpaka watakapofikia umri mkubwa, yaani kama ni wa mayai, basi wataishi vizuri zaidi kwa sababu mfumo pia una uwezo wa kuajasti, kwa namna ambavyo tuna design mfumo, unaweza ukaajasti. Kwa hiyo unaweza kuona kama hapo, unaweza kuajasti ukashusha chini k unaweza ukaona kimo kimefanyaje, imepungua. Ama unaweza ukashusha chini zaidi ya hapo, kawa sehemu hata kifaranga kina, kinaweza kufika. Kwa hiyo mfumo huu una uwezo wa kuajasti. Sisi tumeweka hapa kwa sababu banda bado halina kuku, bado hajaingiza kuku, kuku hawajaingia. Kwa hiyo watakapoingia, basi una uwezo wa kuseti kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo hii ni faida nzuri sana kwa mfumo huu. Tunapenda kuwakaribisha wale wote ambao wanahitaji mifumo hii, kwamba kuna wengine wanaona gharama kubwa sana katika matengenezo ya keji, lakini tunakuja na mfumo huu ambao unakuwa una chakula, unakuwa pia una sehemu ya maji, mfumo wa maji. Kwa hiyo inasaidia sana, na pia kwa wale ambao wanahitaji ujenzi wa mabanda, tunafanya ujenzi wa mabanda eh, mabanda ya temporary pamoja na ya kudumu. Mfano hapa tulipo, unaweza ukaona, labda nijaribu kutoka nje uweze kuona. Hili ni aina ya banda ambalo ni la temporary, kwao limetumia nini limetumia mabati kama unavyoweza kuona, lakini liko katika standardi ya hali ya juu. Na kuku watakuwa wako hapa, lakini chini unaweza kuona wakisaidia kinyesi basi kinaenda chini. Na tizama, hapa ndipo sehemu ya kuweza kushuka. O, hapa ni sehemu ya kuweza kushuka, yani ndongazi. Na kwa, kwa nje linaonekana kama ambavyo naliona banda refu kweli kweli. Ni banda refu kweli kweli unaweza ukaona mwisho ni kule hapa ah, sio mwanzo. Pia unaweza nikarudi ya yeah. So unaweza ukaona mbanda refu kweli kweli. Bila shaka nimekukumbusha mambo muhimu, lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram Facebook na Twitter, to follow Instagram, to follow Twitter na like page yetu ya Facebook. Zaidi ya yote, usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube. Maana mambo yote yanapatikana hapo. Ni hayo tu, karibu tuongeze ufanisi.